Yes, ukiona picha ya ume, mshikaji wana <laughs> vitu vingi sana vinakujia kwenye kichwa chako, and then kwa sababu amekuwa ni moja kati ya watu maarufu sana ambao wanafanya eh, mazoezi fulani hivyo ambao anakuwa akiwavutia sana watu wengi, yeah, lakini pia kuna zile video zake ambazo anakuwa eh, anachukua labda chombo fulani, tena anaweka maji, anakamulia mle masuala mazima ya ndimu, anaweka limao, then anakuwa ameweka barafu and then anaingiza kichwa then anakitoa. Hiyo kwa upande wake alikuwa anasema kwa inaweza kusaidia kwenye masuala mazima ya kuweka ngozi yako inakuwa fresh inakuwa safi, inakuwa laini, inakuwa nyororo, ema vitu vingine kibao kama hivyo. Lakini sasa bwana, leo ameweza kupatikana bwana, mara baada ya huyu uh, uh, uh, mshikaji ni content creator, tunaweza tukasema, lakini amekuwa na style fulani hivi, kama anataka kufanana na Mr Beast fulani kwa, kwa, kwa, zile, zile content zake ambazo anakuwa anazifanya mara nyingi. Mshikaji anafahamika kwa jina la I Show Speed, ndio jina lake ambalo analitumia kwenye Instagram ni zaidi ya raundi nne wameweza kukimbia pale, lakini zote Ashton Hall ameweza kushindwa na I show the Speed, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao pia eh, wanakuwa wanafuatiliwa sana katika mitandao ya kijamii, na kila mtu alikuwa akiamini kwamba eh, Ashton Hall hawezi kushindwa na mtu mwingine yoyote kwenye maswala mazima ya kukimbia, lakini bana kaweza kuumbuka mshikaji, mwanangu, raundi nne, eh, kashindwa kuweza kumshinda eh, I show Speed, noma noma sana. Yapi maoni yako kuhusiana hili, kwani nawafuatilia washikaji hawa wawili, kwa sababu mmoja ni content creator, lakini mwingine ni mfanya mazoezi tu mshikaji ambaye kwa sasa hivi ameweza take over the world, kwa sababu kila mmoja amekuwa akimfuatilia, anafanyisha wa mazoezi watu wakubwa. Sasa hivi tuliona kuna clip ambayo imesha trend pia ameweza kumfanyisha mazoezi mpaka DJ Hard, pia amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao pia amekuwa akiwa inspire kwenye masuala mazima eh, ya mazoezi. Endelea kutufuatilia hapa hapo, lakini pia usiondoke, subscribe channel yetu, like, comment, share, komentisha kinoma noma, ciao.